Bila shaka jina Christian Malanga sio geni masikioni mwako, kama wewe utakuwa ni mfuatiliaji wa mitandao ya kijamii, lakini pia umekuwa ukifuatilia stori mbali mbali ambazo tumekuwa tukikuletea kupitia Mwananchi Digital. Christian Malanga ambaye ni raia wa Marekani mwenye asili ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo huyu akiwa na mtoto wake sambamba na baadhi ya raia wa mataifa mengine ikiwemo Marekani, Uingereza na Kanada mnamo Mei 2024 aliuawa huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Congo kwa akituhumiwa kuwa anajaribu kufanya mapinduzi ya serikali ya nchi hiyo. Sasa wakati wa majibizano ya risasi, baadaye wale watu ambao ilikuwa ni kikosi maalum kilichokuwa kimevalia sare za kijeshi eh, walitiwa mikononi ama kwenye chini ya ulinzi wa jeshi la nchi hiyo FRDC na hatimaye kwenda kushtakiwa ama kushtakiwa katika mahakama ya kijeshi ambapo walihukumiwa hukumu ya kifo. Sasa miongoni mwa waliohukumiwa alikuwa ni mtoto wa Christian Malanga anayeitwa Marcel Malanga Malu, rafiki zake Tylor Thomson na Zalman Polun Benjamin. Wote hawa ni raia wa Marekani ambao katika mahakama hiyo ya wa kijeshi walihukumiwa hukumu ya kifo . Sasa tumepata update kuhusiana na watatu hawa ambao ni raia wa Marekani, akiwemo eh, kijana huyo ambaye ni Marcel Malanga Malu ambaye ni mtoto wa Christian Malanga. Na taarifa yenyewe inasema kuwa mahakama nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC imebatilisha hukumu ya kifo waliopewa raia watatu wa, wa Marekani kwa makosa ya kula njama ya jinai ugaidi na mashtaka mengine ya kujaribu kufanya mapinduzi ya Serikali nchini humo. Shirika la habari la Reuters limeripoti leo Aprili 2, 2025 kuwa taarifa ya ikulu ya jamhuri ya kidemokrasia ya Congo DRC imesema watatu hao sasa hawatotumikia adhabu ya kifo badala yake watatumikia kifungo cha maisha jela. Walikuwa miongoni mwa watu 37 waliohukumiwa kifo Septemba mwaka jana 2024 na mahakama ya kijeshi nchini DRC katika mashtaka hayo ambayo hata hivyo waliyakanusha. Watatu hao ambao ni mtoto wa raia wa Marekani mwenye asili ya DRC Christian Malanga ambaye anaitwa Marcel Malanga Malu, rafiki zake Taylor Thomson na Zalman Polun Benjamin, walipewa msamaha wa mtu binafsi kutoka kwa Rais Felix Tshisekedi. Walishtakiwa wakishutumiwa kwa kuongoza genge la uhalifu lililotekeleza shambulio hilo dhidi ya ikulu ya rais na makazi ya mshirika wa rais, Felix Tshisekedi mwezi Mei mwaka jana. Kubatilishwa kwa hukumu hizo kunakuja kabla ya ziara ya mshauri mpya wa mwandamizi wa Marekani barani Afrika Massad Boulos, ambaye ataanza kwa kutembelea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Boulos ambaye ni mkwe wa Tiffany Trump, binti wa Rais wa Marekani Donald Trump, anatarajiwa kuwasili Kinshasa siku ya Alhamisi Aprili 3, 2025, katika ziara yake itakayomfanya afike pia nchini Rwanda, Kenya na Uganda. Marekani haijawatangaza Wamarekani hao watatu kuwa wamefungwa kimakosa katika magereza hayo ya DRC, lakini Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani ilisema hapo awali kuwa kulikuwa na mazungumzo kati ya nchi hizo kuhusu suala hilo. Kiongozi anayedaiwa kuwa wa mpango huo, Christian Malanga, ambaye ni raia wa Marekani mwenye asili ya DRC, aliuawa wakati wa shambulio hilo pamoja na watu wengine watano. Kwa jumla, watu 51 wa walihukumiwa katika mahakama ya kijeshi nchini humo, huku vikao vya kesi vikirushwa moja kwa moja kwenye televisheni na redio ya kitaifa nchini humo. Mbali na hao, watu 14 waliachiliwa huru baada ya mahakama kubaini kuwa hawakuwa na uhusiano na shambulio hilo. Hukumu za kifo hazijatekelezwa nchini DRC kwa takriban miongo miwili, na wafungwa waliopokea adhabu hiyo kwa kawaida hutumikia kifungo cha maisha badala yake. Serikali iliondoa marufuku hiyo mnamo Machi mwaka huu, ikitaja haja ya kuwaondoa wasaliti kutoka katika jeshi la taifa hilo linalodaiwa kutofanya kazi ipasavyo. Hadi sasa, hata hivyo, hakuna adhabu yoyote ya kifo iliyotekelezwa tangu wakati huo. Msemaji wa Ikulu ya DRC, Tina Salama, akizungumza kupitia televisheni ya taifa jana Jumanne, alisema kuwa Rais Tshisekedi alisaini maagizo ya kubatilisha adhabu ya kifo ya Wamarekani hao kuwa kifungo cha maisha jela. Mmoja wa mawakili wa Malanga, Kines Kiamba, aliliambia shirika la habari la Reuters kuwa msamaha wa rais ni hatua ya kwanza inayohaidi mabadiliko makubwa katika siku zijazo. Mbali na hao raia wa DRC na Ubelgiji Jean Jacques Wondo u..., aliyekuwa pia amehukumiwa kifo alihamishiwa nchini Ubelgiji Februari mwaka huu kutokana na hali mbaya ya kiafya, na haijulikani kama Wamarekani hao pia watarejeshwa nyumbani kutumikia vifungo vyao ama la. Pia haijulikani kama wafungo wengine wakiwemo raia wa Uingereza, Ubelgiji na Canada waliohukumiwa katika kesi hiyo watapungukiwa adhabu watapunguziwa adhabu zao. Jaribio la mapinduzi dhidi ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lilianza katika mji wa mkuu wa Kinshasa alfajiri ya Mei 19, 2024 wakati wanaume wenye wa silaha waliposhambulia kwanza makazi ya spika wa bunge Vital Kamele, kisha kuelekea katika makazi rasmi ya rais Felix Tshisekedi ambapo walianza kufanya mashambulizi kabla ya kudhibitiwa na wanajeshi wa FRDC. Mashuhuda wanasema kundi la takriban washambuliaji 20 waliovaa sare za kijeshi walishambulia ikulu na mapigano ya risasi yakafuata dhidi ya kafuata, jeshi la DRC la FRDC na walinzi wa ikulu kisha kuzidiwa na kuzingirwa, ambapo baadaye walifikishwa mbele ya mahakama ya kijeshi na kupewa hukumu hiyo. Endelea kufuatilia Mwananchi icitoto kusukuziia kila update inayojiri kuhusiana na sakata hilo. Jina langu ni Mgongo Kaitira.